Kamati ya Sera ya Fedha ya Benki Kuu ya Tanzania imeamua kuendelea na kiwango cha riba ya Benki Kuu cha asilimia 6 kwa robo ya pili ya mwaka 2025. Hayo yamesemwa na Naibu Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, Dkt. Yamungu Kayandabila wakati akizungumza na wakuu wa benki na taasisi za fedha pamoja na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam leo April 4, 2025 kufuatia kikao cha Kamati hiyo kilichofanyika tarehe 3 Aprili. Aidha, ameeleza kuwa Benki Kuu itaendelea kutekeleza sera ya fedha ili kuhakikisha mfumuko wa bei na kasi ya ukuaji wa uchumi nchini vinabaki ndani ya malengo na riba baina ya benki inabaki ndani ya wigo. Kamati ya sera ya fedha ilikutana jana tarehe tatu na kufanya tathmini ya mwenendo wa uchumi wa nchi yetu na mwelekeo wake katika robo ya pili ya mwaka huu. Kulingana na tathmini hiyo, kamati imeamua riba ya Benki Kuu kuendelea kuwa asilimia sita. Kwa hiyo kwa muktadha huu, Benki Kuu itaendelea kutekeleza sera ya fedha ili kuhakikisha riba ya mikopo ya siku saba ambao huwa ndio tunailenga sisi, hiyo wakubwa wenye mabenki hawa wanafahamu hao, lakini natakiwa wao wanawaambia pia vizuri hawa, hawa. baina ya benki inabaki ndani ya wigo wa asilimia nne mpaka nane na mfumuko wa bei na kasi ya ukuaji wa uchumi nchini unatarajiwa kubaki ndani ya malengo. Hata hivyo, wote tumesikia na nikasema ile jana, mmesikia wote duniani, kutokutabirika kwa sera za biashara na migogoro ya kisiasa duniani inaweza kuathiri mwelekeo wa mfumuko wa bei na ukuaji wa uchumi katika kufikia malengo yake. Hivyo basi, uamuzi huu wa kamati unalenga kuukinga uchumi wetu dhidi ya athari zinazoweza kutokea kutokana na vikwazo vya kibiashara na migogoro ya kisiasa duniani. Kamati ya Sera, katika kutathimini mwenendo wa uchumi wa dunia kwa robo ya kwanza ya mwaka huu, kamati ilibaini kuwa shughuli za kiuchumi katika nchi zilizoendelea na zile zilizoibukia kiuchumi zinazoibukia kiuchumi ziliendelea kuimarika na mwenendo huu unatarajiwa kuendelea katika robo zijazo za mwaka ishirini na tano. Pamoja na misukosuko yote, kama nilivyosema, bado outlook sio mbaya. Kwa mwaka ishirini na nne, uchumi wa Tanzania ulikuwa imara, ukichangiwa na ongezeko la uwekezaji katika sekta za umma na binafsi. Ukuaji wa, wa, wa uchumi wa Tanzania bara unakadiriwa kufikia asilimia tano nukta tano mwaka jana. Kwaiyo hii ni takwimu ambayo wenzetu e, wa statistics wametoa wa, wa, wa, nadhani hii ndio ya mwisho hii, kwamba mwaka jana tumekuwa kwa, kwa asilimia tano nukuta tano. Kwao tumezidi yale matarajio ya ukuaji wa asilimia tano nukta nne tulikuwa tumefikiria kwamba mwaka jana tungekuwa kwa asilimia tano nukta nne. Sasa tumekuwa kwa asilimia tano nukta tano lakini mwaka ule ishirini na tatu tulikuwa kwa asilimia tano nukta moja. Kwa hiyo unaona tunakwenda mbele. Ukuaji huu ulichangiwa zaidi na sekta ya kilimo, fedha na bima, uchimbaji wa madini na ujenzi. Vile vile, utalii ambao hugusa shughuli nyingi za kiuchumi, ulichangia kwa kiasi kikubwa katika ukuaji wa uchumi. Ukuaji wa uchumi unakadiriwa kufikia asilimia tano nukta tano katika robo ya kwanza ya mwaka huu, robo ya kwanza mwaka huu ishirini na tano. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Jumuiya ya Mabenki nchini, Theobald Nsabi, ameipongeza Benki Kuu na serikali kwa ujumla kwa kuendelea kusimamia vizuri uchumi wa nchi na ameishukuru BOT kwa ushirikiano mzuri kwa mabenki nchini ambao una mchango katika ustawi wa sekta ya fedha nchini. So, ongereni sana sana BOT na serikali kwa ujumla so, kwa kweli makofi inabidi yaongezeke wakati... present... kwa sababu wakati ukipresent kwanajaribu kufanya research kuona ni nchi zipi zina namba zinazofanana na hizi, mimi itaja chache tu, kwa kweli sijaipata hata moja kwa Afrika, hata moja inayofanania. Kwa hiyo ongera sana Benki Kuu, lakini ongera sana serikali. Kwa niaba ya wenzangu pia niendelee kutoa shukrani kwa sapoti ambayo Benki Kuu imeendelea kutoa kwa sekta ya kibenki, especially wakati wa tatizo la ukwasi mwaka jana na pia mwanzoni mwa mwaka huu Tunafurahi kuona kwamba hatua zilizochukuliwa na benki kuu zimetufikisha kwenye hali ya sasa ambapo access kwenye Lombard, eh, imepungua. Hata mimi kama mwenyekiti siku hizi sipati sana zile calls kutoka kwa wenzangu kwamba tuende benki kuu tuende benki kuu kwa. Tunashukuru sana kwa sapoti gani lakini pia tuna support the reforms that the Bank of Tanzania continues to implement which are all aimed at hat um, greater operational efficiency and growth of the sector and the economy at large. In particular, Governor, we note the new Basel requirements taking effect

Mtazamaji, endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook na X kwa jina la SAT Media, lakini pia usahau kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa jina la SAT Media. Mimi ni Jacob Martin na nyuma ya kamera ni Fahad Msuya.